Weye vipi weye, mbona wataki kulipa hela yangu wanitafutia ya nini weye? Eh, kila siku mi waja waja waja waja, we washindwa nilipa hela yangu nini? aswataka kutoka kwangu iuniambie basi nielewe hmm. Lakini usiwe na wasiwasi, usiwe na wasiwasi boso wangu wewe lata usijali, mie nikipata tu nitakulipa, wala usipata kwa, kwa mie na kuamini wala hata sijali, ila kwa makini, kwa makini sana kijana wangu, maana wewe mwenyewe elewa, mie ile hiyo hela ndo ya mtaji. Sasa wewe tena watumia? Watumia. mimi nadhani wako elewa vipi, kwa makini bwana, wewe wala sio na shaka, wala sio na shaka

Haya mazingila yote wayaona, hapa mi aliha vizuri, msitu washatembea sana. Weye wala usijali, kutwaja tu faja chimba dawa. Siwajua tena yule Kikongo waumwa ni wagopa kuja peke yangu yangu huku, sasa waona bola bola nije nawe, weye kidogo waweza nisaidia. Aasamani lafiki yangu, mi ashinda kukwambia mapema ha, anisamee kwa hilo lakini watakiwa niambia mapema, watakiwa niambia mapema. Mimi maswala yakolasiwataki masualamiesatakisatai kabisa, nashinda niambia mapema. Sa waifuaamba mazingira yetu, wajua, wajua wapi, wajua kipi. Kama wewe wajua, waje pekee yako, mbona wajana? Mimi mimi sitaki tena, kashaka kushukuru kwa kuja nawe huko, mimi wala sitaki basi basi, tusameane tusameane tusameane, rafiki yangu, tusameane sana. Lakini mie waje huku nawe ili wajachimadaka mzee, wala sikuana nia mbaya. Ah, tusameane tusameane sana, rafiki yangu, tusameane kwa kweli. Alafu natafuta mimi mimi, unaenda kwanza katafuta na binamu zako ambacho mlosoma wote. Mimi uniwezi na unipate napokwambia sasa hivi, na bwana wangu ana mesasama huyo. Hmm, sisemi yani, nikikoa tu hela nikisema hivi hela, yani nitaki nini? Nampa vyote, lakini wewe sikutaki, sababu huna hela, huna hela, huna hela, mwangalie hela zinatafutwa tu bibie, lakini lazima walewe upendo wangu wako. Najua mimi nimejizatiti, nimejizatiti kuwa na wewe lakini kunipa nafasi e, nitakuonesha mapenzi ya dhati, na wala hautojua utakuwa na mie, hautojita kabisa, na kuahidi wewe ni mwanamke mzuri sana, wenye kupendeza, wenye kila aina ya sifa unafaa kuwa na mimi. Mimi nimekupenda, nimekupenda sana. Nipe nafasi, nipe nafasi nikuonyesha mpenzi wangu, na ili ntatafuta pesa kwa nguvu, ntafanya kila kitu vizuri ili niwe na wewe, nimekupenda sana. Uh, vipi, umeonaje mazingira ya huku hai yalivyo? Eneo hili nimepata muda muda muda mrefu sana mpaka kulijua vipi. Unaponaje hapa singina? Mzuri tu, upepo mzuri, afu sehemu umetulia sana, hakuna vurugu vurugu vya watoto wala nini. na mama Teddy, sisi ni asante kwa kuleta sehemu hii. Usijali ana mambo ni madogo tu, kwa kuwa washaamua kuwa na mimi, nitakufanyia mambo mengi sana mazuri. Hapo ndo kwanza mwanzo tu tunaanza ila end of the day, utaendelea kufurahia maisha. Karibu kwa farmu yangu. Haya, nashukuru kwa kujua hilo, lakini angalia usije ukawa kama wengine, maana vijana na ajua sana nyinyi. Nashukuru kwa kuleta simu nzuri ya kipekee leo leo na naona bustani ya basi waiye vipi, wataka nikimbia eh?

weza pata lipa hela yako, lakini sio sio kwamba na kukimbia. We unaona, mi sina hata mabegi hapa. Mi ajua we oh, ataka kimbia. Kama ni hivyo sawa, asi nikombe, safari njema no. Uende kadi yako salama. Haya u... ah, bwana waweza kwenda sasa. Haya sawa, Mungu akipenda tuonana.